Huko Tanzania, mashirika ya kutetea haki za binadamu yanaitaka jamii ya kimataifa kuingilia kati na kukomesha ukiukaji wa haki za kibinadamu nchini humo. Mashirika hayo yamemkashifu rais Samia Suluhu kwa kutumia vyombo vya usalama kuwakandamiza waandamanaji wanaotetea haki zao kisheria. Na kama anavyotuarifu sasa Setholale, kinara wa chama cha PLP Martha Karua anataka umoja wa Afrika AU, kuingilia kati na kukomesha vifo na utekaji nyara wa waandamanaji nchini Tanzania. Huku maandamano yakiingia siku ya pili katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini yanatoa tahadhari kuhusu jinsi vitengo mbalimbali vya usalama vinatumika kushambulia waandamanaji. Tunataka serikali ya Tanzania ikome mara moja kutumia vikosi vya usalama kunyamazisha, kugandamiza na kuwaua Watanzania. Ya tatu, tunasema kwamba lazima kuwe na uchunguzi wa wazi kwa yale maovu yaliyotendwa ya pamoja na mauaji na mengineo. There have been deaths, abductions. Restore constitutional order in your countries and respect the human rights of your people. Immediate restoration of internet access and all communication channels to allow citizens, journalists and human rights defenders to freely share information. Two, prisoners. Aidha, mashirika hayo yamesema kwamba uchaguzi ulioandaliwa haukuwa wa haki na kweli. Those were sham elections. It was Suluhu versus Samia. She was competing with her own shadow. Today maybe now It will be coronation saying she has won. Wito ukitolewa kwa Umoja wa Afrika AU na jamii ya kimataifa kuingilia kati na kukomesha ukiukaji wa haki za binadamu nchini Tanzania. To helping citizens of Africa. Tunataka serikali ya Tanzania haraka iwezekanavyo irudishe mitandao katika nchi nzima. Kila Mtanzania ako na haki ya kujielezea. Kila Mtanzania ako na haki ya kupata habari, kwa hivyo tunataka haraka iwezekanavyo. Aidha, mashirika hayo yakiapa kuendelea kutetea haki za binadamu humu nchini kwa kupinga kupitishwa kwa miswada na sheria ambazo zinadhulumu mwananchi wa kawaida. Wanaharakati nchini wamesema kwamba wataendelea kuhimiza serikali kutekeleza uongozi bora kulingana na matakwa ya katiba. Seth Olale, runinga ya Citizen, Limuru katika kaunti ya Kiambu.